Utaona kwa jicho la wazi Amerika inavyoanguka na imaya inapoanguka. Umezoea shibe, umezoea kuwanyoosha watu, kwa sababu hadi ninavyoongea Marekani amevamia mataifa arobaini na saba duniani toka Marekani atawale ulimwengu baada ya vita kuu ya pili kwisha mwaka elfu moja mia tisa na arobaini na tano, pale Marekani alipokula dili na Wajapani chini ya Jenerali Tojo na kupita ndege kutoka Pacific kuingia katika B kutoka Japani na kupita katika bahari ya Pacific na kupiga katika wanaita the Pearl Harbor. Pearl Harbor ni bandari kubwa wa Marekani, ilikuwa na hozi manowari sita zenye uwezo na makombola mazito, lakini meli zote tatu zilizamishwa askari wa Kijapani wakiwa na ndege mia tatu na thelathini wakiwa wanasema the kamikaze. Najua kamikaze, kamikaze ndege mabomu, pamoja na rubani wote mnakwenda kuangusha kwenye juu ya meli juu ya eneo la maadui ndege, ndege na waka moto, kombora linalipuka na rubani anakufa. Kamikaze maana yake suicide, kujitoa muhanga inaitwa the suicide mission. Hii ni mission ya kujitoa muhanga. Hiyo ndio wa, wa Japani chini ya General Tojo, wakati wa mwisho kabisa. Wakati huo wa Marekani anasema sifungamani na upande wowote, lakini akitoa pesa kwa upande zote mbili, akitoa pesa kwa wapinzani wa Ujerumani na akimpa pesa Mjerumani kwa sababu, ukae ukijua John Adolf Hitler mzaliwa wa Austria, baba yake ni juwishi. Ninapozungumzia, napozungumzia juwishi, maana yake anayotaka kuwa Myahudi. Wanasema Wayahudi milioni sita waliuawa katika vita hii hii, tunasema ni fabricate not real, this is a big lie. Leo wana wa Afrika hii tu, hii ni programu ya dunia, wachache wata, wengi watawaliwe na wachache. Hii inaitwa the global elite. Familia kumi na tatu zinatawala ulimwengu huu, nitakutajia someday baadhi ya familia hizi. Familia hizi baadhi nishawahi kuzitaja kwenye klipu zangu za nyuma. Kama wewe ni mdau wangu, utakwenda kuangalia hizi, hizi familia kumi na tatu wanaita the powerful family tree, ululu the world. Ni asilimia mbili tu katika watu bilioni nane na milioni mia tatu na themanini waliopo duniani. Wanasema dunia ina walaji wasio na faida wana, wanampango, wanawita depopulation agenda. Idadi ya kupunguza watu ili simamiwa na gaidi anaitwa Henry Kissinger. Yeye ndo akaingia madarakani akatengeneza mipango mingi, vita vya vietnamu vita ya Guatemala vita ya namcuba vita kuanguka kwa Urusi, hizi zote ni njama chini ya Jimmy Carter na Harry Kissinger, au tunamwita demon of the time. Harry Kissinger alinjinia vitu vingi sana, Harry Kissinger, vitu vingine nikiongea wao watasema misinformation, kwa sababu hivi vitu nakwenda kuviweka kwenye mtandao siwezi kuviongea vingine, watakwenda kunifanyia balaa lao, na waelewa kwa sababu ukiwa una nguvu shariti uwe kimya, na ukitaka kumshinda adui yako, jaribu kuwa nayo jirani, usimuogope omba naye urafiki. Hii ndio principle ya ulimwengu, mkakati wa dunia. Ndio ukimwona adui yako umepambana nayo sana umefeli, omba urafiki nayo, kula nayo Mtumikie, kuwa mtumwa, mpigie magoti, nyanyua kichwa chako ukiwa unatetemeka, mshike miguu, mlambe mikono. you know, a, a mikono. Hii ndio dunia. Dunia inatengenezwa kwa mifumo ya ujanja, ujanja. Wanapenda kufanya kitu wanaita preemptive strike, shambulio la kustukiza bila taarifa. Sasa ukiwa ndani yao utajua nini wanakipanga, ndio kama vile Dracula alipokuwa chini ya himaya ya Ottoman Akaji, akajitoa akapambana nao, lakini akafeli kwa sababu Dracula alikuwa na nguvu wa Ottoman wakamshinda Dracula akapotea. Kama kawaida, huyu jamaa ni kutoka katika nchi hiyo inaitwa Warachia. Kama ni msomaji wa habari, mtafutaji, msomi wa ulimwengu, utajua What location of the Walachia country? Utajua location yake eneo lake inapatikana wapi katika dunia, huko karibu na Romania. Romania ndio taifa pekee lenye wachawi wengi duniani. Wanao practice witchcraft. Waromanish. Hawa ni watu hatari na kiongozi mwacha... wa wachawi wote duniani hadi sasa anapatikana Bucharest, Romania. ili amlijui kwa hiyo ninachoambia na wana wa Afrika, Vladimir Zelensky ameingia kwenye mkenge wa mikataba mibovu. Wananchi wa Ukraine wanalia njaa, Ukraine imesagwa. Vituo vitatu vya nyuklia vya umeme wa, vya, vya Ukraine vimeanguka, viko mikononi mwa Urusi. Miji mitano ya Ukraine iko mikononi mwa Vladimir Putin. Na Putin, yana wasiwasi anaende, anatembea beg mkono mmoja kabana, mkono mmoja anachapia, anajua the time has come. Ndugu wana wa Afrika, hii ni sauti ya Chionda wa Chionda na fikira huru za wana wa ulimwengu na wana wa Afrika. Ukweli lazima uwekwe wazi, adui lazima ajulikane, nani anaofanya dunia watu waishi kwa kusaga ndala zibaki visigino Marekani na washirika wake wanaita the House of Windsor. Mimi nawajua wale, hawaitwi House of Windsor, wanaitwa the House of win house of uh, Sax Gota and Coburg, wanatokea hawa ni maprusiani, ni mchanganyiko na watu wanaita the Viking, ndio wanaotawala leo Uingereza wanasema kutokana na maneno ya Lord Ancelotti, Uingereza wenyewe ni House of Wessex na wa House of Mercia. Hawa ndio watawala halali wa throne of Charles the Third pale Buckingham Paris. Kwa hiyo Charles the Third is legitimate king to the throne of England the blackie on the chair of kingship in England. Hiki ni mali yao watu weusi, kiti cha ufalme wa Uingereza ni mali ya watu weusi. Hiyo ndio habari inayokupa mwana wa Afrika. Naenda kamsikiliza Lord Ancelotti anasema, I'm the House of Mercy and Wessex. I'm true owner of the throne of Charles the Third. He's the bastard son. He's the bastard ruler to the throne of Buckingham Palace. Anasema huyu ni mtawala wa kinyume cha sheria, huyu ni mnyang'anyi, ni mwizi na mtoto wa haramu anaokalia kiti cha ufalme wa Uingereza, yeye akiwa kutoka nyumba ya masia pamoja na Wessex ndiyo watawala wa mwisho toka mwaka elfu moja mia tano na kumi na tisa, elfu moja mia tano na kumi na tisa, utawala wa watu weusi wa Uingereza Ukang'olewa madarakani, Wajerumani wakaitawala Uingereza, ambao leo wakajibadilisha kutoka House of Saxe Gotha and Coburg wakajiita the Wind, wakajiita the Windsor. Hii ni powerful history of the world, ila nakwambia, if you want it take it, you deny leave it alone. Kama upendi sana, achana nayo. Waache wanaohitaji, watasikiliza mtakuja, utasema we don't need a history but you embrace something we call it the Quranic the chronicle chronology and the Bible, see the sun book nayo ni history, don't understand what you did. otepu wana wa Afrika, ubuntu bantu wa Afrika ni watu, sio manyani. otepu amenra